Hii asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu watazamaji, leo ni mimi wenu alah Abu Naila Yusuf, na hii leo katika kipindi chetu hichi ningependa kushika mwavuli mkubwa sana na mada hii ya leo itakuwa tunaongelea mwavuli baba. Huyu baba ni nani katika jamii na huyu baba ana madhara gani katika jamii? Na hii leo niko na mgeni wangu alah, uh, Abu Hanifa hapa na mimi. Na tuko pamoja leo tuweze kubadilishana mawazo na tuweze kuwaelimisha nyinyi kama wasikilizaji katika mada hii na mtu kama huyu anayejulikana anayetambulika kama kigogo katika familia ambaye nani mwingine ila ni baba. Naam Sheikh, karibu. Naam alakh. Shukran sana. Shukran kwa kuja katika kipindi chetu cha leo. Aa, katika maswali mengi ambayo ningependa watu wajifunze nayo wapate uh, ilmu zaidi ama wapate mtazamo wako wewe kama uh, Sheikh, baba anatambulika vipi katika jamii? Alhamdulillah, amma ba'd, amabadi al akh uh, amekuja na maudhui nzito sana na mada ambayo si rahisi kama tunavyofikiria, lakini kwa kadri ya ule uwezo wangu na ule uwezo alionjalia Allah subhanahu wa ta'ala labda nitasema baba ni kioo katika familia. Baba ni kiongozi kwenye familia, familia ambayo ndani yake kuna watoto, familia ambayo ndani yake kuna mke, familia ambayo kila aliye chini yake, ambaye amemiliki baba huyu, ni kiongozi ndani yake. Sasa baba lazima ajukumike kwa hali moja ama nyingine. Baba leo familia inapoonekana ni familia yenye maisha mazuri, sifa moja kwa moja zitakuja kwa baba Naam. baba bidii, baba amefanya bidii, baba amefanya kadha, baba amefanya kadha, familia yake ameishi vizuri. Na vile vile familia inapoonekana ni familia duni au imezorota, aidha kimaadili au kimaisha Naam. moja kwa moja lawama itaenda kwa baba. Kwa hiyo baba kwa jamii ni mtu muhimu sana, na ni mtu ambaye anaonekana kwa mbali sana. Shukran sana. Tumai tumepata kujua uh, mtazamo wake al-Akh hapa kuhusu vipi baba anatambulika katika jamii. Na pengine, Sheikh umetaja kuhusu kuwajibika kwa baba ama vile baba ni kio cha jamii, akuwa kama jamii ama familia ikiwa ina uzuri ndani yake basi itamwangalia baba. Ikiwa na ubaya itamwangalia pia baba, baba. Ni mambo gani ambayo baba anafaa kuwajibika ama kuna uwajibikaji gani wa baba katika familia hii ama kwa jamii kijumla? Baba kama baba ana majukumu na miongoni mwa majukumu hayo, anatakiwa aiwajibike, kwanza kuwalea familia yake kidini, uhum. Kwanza awajenge kumjua mola wao, kwanza awajenge wamjue Allah subhanahu wa ta'ala ni nani. Nyumba hii itakapojengeka hivi ndio nyumba ile ambayo ameisifu Mtume Alayhi Salatu Wassalam. Kuna nyumba ambazo Mtume Alayhi Salatu Wassalam asema, mathalul baiti alladhi yuzkaru Allahu fi wal baiti alladhi la yuzkaru Allahu fi mathalul hayy wal mayyit, mfano wa nyumba ambayo anatajwa Allah ndani yake na nyumba ambayo hataji Allah ndani yake, Mtume Alayhi Salatu Wassalam anasema ni mfano wa maiti nah, na hai na aliyekufa. Kwa hiyo ikiwa baba atajenga familia yake kumjua Allah, kujua dini yao basi bila shaka haitokuwa nyumba gofu bila okay shaka itakuwa nyumba iliyo hai. Hili ni moja katika jukumu ambalo baba anafaa asimame nalo, angalie watoto wake katika dini, vipi wanatekeleza ibada zao. Angalie watoto wake katika maadili, baba utakuta mali asaf, masikitiko makubwa al no. baba amefika nyumbani mathalan, tuseme baada ya isha amerudi nyumbani mtoto no. wake anarudi nyumbani saa nne saa tano lakini baba huyu hata habari hana wala hashtuki, mtoto anatoka wapi? Aidha we ni mtoto eh, kijana wa kiume au kijana wa kike, ni tatizo kubwa kwa baba kama huyu. Kwa hiyo atakapowalea kimaadili, atakapowalea kidini, basi watoto hao wana familia hii itakuwa familia nzuri, na ndiyo familia ambayo alizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran. Familia hii atakutanishwa nayo katika pepo ya Allah. Allah asema walladhina amanu

Hii ni natija ya kulea familia zetu katika maadili ya dini. Upande mwingine ni wa kidunia. pamoja na kwamba unaoelekeza katika dini, lazima uende mbio katika dunia. wala tansa nasibaka minadunia, Allah anatuambia tusisahau fungu letu katika dunia. Unapokwenda mbio kumlisha mtoto yule, unaenda mbio ili ale vizuri, aishi vizuri. Upande mwingine kuna baba ambaye hajikumiki kwa sampuli hii, baba ambaye anaweka starehe mbele kuliko familia yake. Angalia baba yule ambaye anatoka anakwenda kula hoteli vyakula vizuri, lakini huku nyumbani watu wanakula vitu ambazo hatusemi ni vibaya, lakini uwezo wa kula vyakula vizuri anavyo. Yeye anakula kando na marafiki zake vizuri, anaacha familia yake wakiwa wanakula mambo, wanakula vitu ambavyo anaweza kuwalisha vizuri, anaweza kuwalisha vitu vizuri na vitamu, tuseme dunia heiwa. Lakini baba huyu vilevile anachukua muda wake mrefu kukaa na watu maskani rafiki zake, anakula miraa. Baba huyu anafanya starehe kadha na kadha, anasahau majukumu, anasahau ya kwamba nyumbani ni bora zaidi. Anachokitoa ni sadaka kwake, anaandikiwa na Allah, subhanahu wa ta'ala, pamoja kama ni mkewe, pamoja kama ni watoto wake. Lakini baba huyu atambue, anapofanya anapotoa kwa familia yake, anaandikiwa ni ujra na sadaka na Allah subhanahu wa Ta'ala, naam. si. Pengine katika madhara tu ewataja ya kuwa watoto watakuwa hawana maadili pindi baba hatawajibika na pengine mambo anafanyika huko nje. Pengine ungeongelea vipi ili swala la kuwa uh, baba afanye kazi, aende mbio, mona wanasema yeye ategemea Mungu, anaingia msikitini, dua msikitini, kasema vipi katika hii point ya kuwa anafaa pia awajenge kidunia akukia kwa kuwataftiri kama tulivyotangulia katika aya ya Allah subhanahu wa Ta'ala, katika kipande katika aya hiyo anasema wala tansa nasibaka min addunia, lazima utafute fungu katika dunia. Tusisahau, pamoja na kwamba tunafanya ibada, pamoja na kwamba tunatekeleza ibada za Allah subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba tunamtii Allah, lakini vile vile tunatakiwa tuende mbio katika mambo ya dunia, kutafuta dunia ili tusimamie familia zetu. Kuna tawakul na tawakul Alakh, lazima tujue tofauti na tawakul aa, tawakul ni al-itimadu ala llahi maa lakhdhi bilasbab, ni kumtegemea Allah subhanahu wa taala pamoja na kufanya, kutafuta sababu. tunamtegemea Allah, aina maana nikitoa kwenda kufanya kazi simtegemea Allah? La, namtegemea Allah lakini nachukua sababu. Na kuna tawakul. Tawakul ni kule mtu kumtegemea Allah bila ya kuchukua sababu. Analala sima, mimi nasubiri Allah ataleta Allah ataniruzuku, Allah atanipa, lakini atafuti sababu za kupata. Sasa hili ni kosa kubwa, anatakiwa mtu aziendee sababu, na kila mmoja ana nafasi yake. Ikiwa mimi naweza kuwa ni dereva wa ndege mathalan, au mimi ni mfundishaji, au mimi ni mtengeni, au mimi ni injinia au mimi ni kadha na kadha, kwa ile sekta yako unatakiwa ufanye bidii, ujitume na umwombe Allah, ujitume na umwombe Allah na ukiwaeka familia yako katika maadili mazuri kiukweli, Allah atakufungulia familia yako, waswali wamjue Allah, mambo yote yatakuwa sawa. Allah sema, wamur ahlaka bis sala wastabir alaiha la nasaluka rizqa nahnu narzuqu. si rahisi kisha Allah sema, huyo moja katika sababu ya kufungukiwa ni swala. Sisi tuna swali walilalhamdu familia zetu, je, zina swali hapo? Je, tunaziamrisha zi swali? Je, baba unapotoka, kuna swali? Unajua mkeo ana swala ama swali? Unajua watoto wako na swala ama swali? Shida iko hapo, unahangaika, unaenda mbio, lakini mambo hayayo. Kumbe ni kwa wale unaowatafutia wao hawako tayari kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli kabisa, wallahi, wengine huwa wasema kuwa mume ananikazia ama, wewe unaambiwa kuwa unakuwa mkali sana kwa wake lakini katika jambo la swala wengine huwasihi hawa wazee wazidi li ukali katika swala na wale watoto wao pia na familia yao kama mke na wengineo. Na saha yangu katika jambo hili, wazazi, baba, usizembee katika dini. Mke unatakiwa uongee naye kwa uzuri, umweleze kwa uzuri lapuna, lakini linapofikia jambo la dini unatakiwa ubadilike sura yako unatakiwa uwe mkali, lakini baada ya k umemlingania usi, wewe humlinganii humuelezi kitu, hauwezi kuwa mkali anapoacha swala. Al-akh Yusuf, hauwezi kuwa mkali lakini ukiwa wewe mwanzo unaisimamisha swala alafu wewe mwenyewe unawalingania swala familia yako, unapoona watu hawasali katika nyumba yako, watu hawatekelezi ibada ya swala, unatakiwa uwe, unatakiwa uwe mkali mno katika jambo la dini. Sisi wewe tunakuwa wakali katika mambo ya dunia Mathalan, umepikiwa chakula kijaiva, umepikiwa chakula kina chumvi Kwaadu. mambo haya ni mambo ya kusameheana Kwaadu. ni mambo ya kuyapuuzia, ni mambo ya kuyapa mgongo, si mambo ya sisi tuko sana. Anaweza ingia baba akaona mathalan, labda hakuja fagiliwa pale sitting room ha. sehemu ya kujipumzisha au sehemu ya watu kuangalia TV watu hapaja sifagiliwa, baba anakuwa mkali, si mambo ya Kwaaduja kwa mkali hey. Si mambo kabisa ya Kwaaduja kwa mkali, unatakiwa mkali katika jambo la dini ndio watu au familia yako itambue kwamba baba huyo baba aliyesimama na haki yake, baba aliyesimama na dini yake, kweli kabisa. Allahu al-musta'an, alhamdulillah. Mwanzo tumeanza kwa, ku, kwa kuangazia utambulishi wa baba katika jamii na katika yani society kwa ujumla, na ningependa utueleze ama utupatie mtazamo wako ya vipi Uislamu umemweka baba yani, huyu baba anatambulika vipi katika dini ya Kiislamu? Eh, baba anatambulika kama eh, yutabaru lab qudwatu liabnaihi, baba anachukuliwa kama ni kiegezo kwa watoto wake. Kwanza tukianza na watoto, baba ni kiegezo kwa watoto wake kwa tabia, kwa maadili, anavyokaa, kwa sababu mtoto mara nyingi anaiga kwa mtu au kwa yule mkubwa. Sasa ikiwa wewe baba umekuja umekaa mbele ya watoto wako, kisha umeshika sigara unaivuta, unakula mgokaa mbele ya watoto wako Unakula miraa mbele ya mtoto wako, kisha kesho mwambie mtoto usile hii, ni chafu haifai. -yes. vipi mtoto wako atakuelewa? Ngumu sana, ni ngumu. Kwa hiyo tabarul ab qudwa li abnaihi, ana anatambulika huyu baba ni qudwa kwa watoto wake kwa tabia yake, bali kwa mkewe pia. Ukiwa ni baba ambaye mke wako anakuona, mume wangu katika jambo fulani jiko hivi, katika jambo fulani iko hivi, mke mwenyewe atajiongeza, najua mimi nikifanya hivi mume wangu apendi kwa sababu Allah amekataza. Mimi nikifanya hivi mwangu ni kadha. Lakini baba wewe, una tabia nyingi ambazo hazijulikani, kwa sababu gani? Unazichukua kule nje, umechukua tabia ambazo hazieleweki, unazileta nyumbani. Hili pia Uislamu unazungumzia, baba ni kudwa, kudwa kubwa kwa familia yake kwa ujumla. Shukran sana. Kuna jambo liloibuka uh, kwa jina mababa wa TikTok anaposema na ninavyojua na, wewe ni baba na ni kijana pia kabisa. Nataka eh, tuwanasihi vijana wetu wa Gen Z ambao wamekuja kuchukua majukumu kama ya baba wakiwa bado wana umri mdogo. Na tukizungumzia kuchukua majukumu au mtu kuoa kuamua kuanzisha familia yake akiwa mdogo au akiwa na umri ambao kwa mujtamaa wetu anaonekana huyu ni kijana mdogo sana, kwa nini amepewa majukumu na? Tunaweza sema kisheria si makosa, kwa sababu hali zinapelekea mtu awe na mwenziwe. Lakini je, jambo hili unaliendea vipi? Unapolifanya jambo, lazima ulifanye kwa ilmu. Unapolifanya jambo, al akh Yusuf, lazima ulifanye kwa elimu. Mimi nataka huwezi toka nyumbani ukasema wacha mimi nika nikachukue gari niipeleke, wacha mimi nipeleke gari bila

Alah nah. Naam, wengi tunajipanga na harusi lakini nah, hatujipangi na ile ndoa yenyewe. Ndio maana unaona mababa wengi vijana wengi wanaitwa mababa wa TikTok. Umeona, unamwona kijana amemchukua mke wake anachukua video na yeye anachukua picha naye anatumana kwa TikTok. Hajajua umuhimu wa yule mke, hajajua umuhimu wa ile ndoa, hajajua, hajakuwa na ghera na yule aliyemwoa, hajajua kama ile video anapoiona mwenzake ambaye hajaoa ni jicho gani atamwangalia na video ile. Sasa unakuta ndoa zetu zinakuwa za balaa kwa sababu zinaingia hasad ndani yake. Unakuta Muislamu alasaf, kijana anamchukua mkeo, anaenda out, anachukua mavideo, anachukua mavideo, anacheza na mke wake. Haya ni mambo ambayo Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akicheza na, na wake zake, lakini haikujulikana kwamba Mtume alikuwa tu akicheza na wake zake, kina Abubakar na Umar wamekaa na mwangalia. Vipi mtu anaituma, inaonekana video ile kwa watu milioni, watu milioni mbili ni watu wangapi wameona? Ni wangapi wamefurahia? Ni wangapi wame, imewauma? Pamoja na kwamba watakuwa wamefurahia wamefurahi, lakini jambo ni makosa, ni jambo ambalo halipo kisheria. Kwa hiyo mababa hawa wa TikTok na wanasihi kwamba watafute watu ambao wana elimu zaidi, wanasihiwe, wafundishwe ndoa ni nini, ili wajue wanachokifanya ni nini. Tusijipange na harusi tu, siku ya harusi, ni siku mbili, siku tatu, imeisha, kisha maisha ya ndoa ndo yanaendelea. Vipi utaishi na mke wako vipi tutalea watoto wako, ndio tusikosee katika kuwalea watoto wetu na kulea familia zetu kwa jumla. Ni kweli kabisa ya kwamba jambo hili kubwa na ni refu kuongelea kuhusu vijana na ndoa, na biidhnillahi tutakuja kuliongelea zaidi na zaidi kwa upana na urefu. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, natumaye umefaidi kwa yote ambayo Allah ametupatia leo, na tunamwomba Allah jalla fiula iwe nasaha hizi zake iwe miongoni mwa hasanati zake zake zitakazomuingiza katika jannatul firdausi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.